Nimekuja kuwa shitaki binadamu kumaliza lubaga wote, mnasema nani ni muwelewe, minaomba mrudi kweni niwaulizi binadamu awa jaailiwe kabili binadamu kumaliza limbwaga. Bana wewe, unajua mimi kwa nini na imba nyimbo hii yani? Wewe bwana, mtindo wako wewe ni mmoja tu yani, sikila siku asubuhi subuhi yani likwili Yaani yule nani yule nani kijiza kijiza. We una una, una, um, um, um, um, un, wewe unaondoka kurudi mchana, afu mimi unaniacha njaa inaniuma, unaniacha hata ndani hamna chochote sasa. Huyu ndio mtindo gani, bwana wewe? Umeniita huku mjini huku kunitesa hivi, si ndio, ndugu wangu Dotto? Mimi nimetoka hapa likwili mjini, nishemishe, lakini nimerudi hapa ndugu yangu sina sasa, bwana wewe Yaani mimi umenitoa kule nyumbani kule mtimbira kule, umeniambia wewe oh, njoo mjini, mjini kuna mishimishi, mjini kuna kazi nyingi. Sasa mjini kwa nini ndo mambo yenyewe haya, kukalisha na njaa kwanza? Asubuhi tunakula saa saba usiku, sasa hapo mambo gani haya bwana wewe. Sasa, ubora kama ungeniacha kule kule tu mtimbira kule, mimi nifanye mambo yangu, ingilima tu kule, maboga mahindi. Sasa wewe unanileta huko afu unanikalisha na njaa huko kule kule, ukula bwelele hata maji ya kuoga huku ni shida. Huku maji ya kuoga huku naambia utoe hela na kati kuni. Mabwao kibao maji yenyewe tunaoga nusu ndoo, umeona? Alafu unaambiwa sibora. Hata kuli Mtimbila kuli kuli, mabwao kibao kuli, maji kuli, yani bwelele, unajibwiga tu hivi bwidu bwidu. Sasa wewe unatuleta una unaleta huku mimi mambo, yani kila kitu huku ni shida tu. Haya wewe, mimi ndafanyaje huku wewe? Mimi nimefanya kosa kukuleta hapa mjini, siko kama mfanya kosa, yaani wewe maisha huku Umenidanganya kwa maisha huku mazuri, mimi nilijua huku labda kuhami huku kuna nini, kumbe maisha yenyewe huku magumu kweli kweli huku. Sasa sikia wewe, unaenda kale cha utupoti ki utupoti, utupoti ndo nini wewe? Utupoti ulijui? Sasa mimi ningekuwa nalijua, ningekuuliza wewe utupoti la nini? Alafu wewe usiliwe mimi mshamba. Wewe nenda pale ndani pale, kuna kidudu fulani juu, kuna mfuniko kile, kile ndio ikilete. Ili imekaa kasi fria. Eh, nenda kaleta ile. Ah, nafuni kwake juu. Sasa uniniambia hivi, alafu usinione mimi mshamba, mimi mjanja mwenzio mimi. Usinione mimi nimetoka nyumbani huko. Yaani wewe mtimbira kule nimekuja huko kaniona mimi mshamba mshamba, mimi mjanja mwenzio. Nenda basi niwahi, nenda ajui kuvumilia njaa, ajui mtoto wa kijijini, ajui kuvumilia njaa ya mjini. Mjini mipango mjini, mishemishe mu wetu huu. Mmoja ukila asubuhi, unakutana na tena saa tano au siku za saa tano ndo hili sasa. Nisubiri hapa hapa, sawa. Usiondoki kwenda se, sehemu yoyote na chakula sawa. Sasa sasapanwai waikurudi wewe, maana unaondoka bana, maana unaondoka saa hizi mchana mwema, maana we akizaku na kujua wewe akizaka pingi au mimba changa, maana mimba changa ikiingia inakuwa utaila, yani hata ueleweki, mara utataka chumvi, mara utataka ndimu. Hey, alafu unaweza kamuona mtu ana ugonjwa , kumbe hamna mimba changa. Unaweza kampa dozi kamuu, hata mtoto wa watu mimba changa, si hata nzuri. Yani bora hata ni ruhusu kimbila kule miogo kule, unachimba mwenyewe <tutuole> tu au una pika au kula mseli kule <tutuole> kama kawaida, mwingi mwingi tu. Lakini sasa huku mjini huku bwana, huku mimi nijua huku mjini bwana, huku kuna barabara za juu, huku kuna jua alizoti pigwa lami

laki mbili zina kudai hamsini. Eh, nipo kwenye kibanda cha cha mama hili hapa nataka niwalipe.

Na kujua vizuri sana wewe tapeli wewe mkubwa wewe ah, ilikuwa zamani kutapeli, sio sasa hivi, shoga yangu upo. Ah! Vipi? Umeshanyama gumu we, wewe. Bwana Galasa bora ni nimekukuta. Kwanza mambo vipi? Safi. Sawa iko Doto? Maana mmenichanganya changanya. Alafu wewe bwana wewe akili yako inaonekana haitoshi wewe. Sasa wewe kwani wewe huoni nywele hizi? Yule wewe usiele na fuga fuga rasta yeye kata utamaduni wake anafuatafuata utamaduni wa wenzake. Anajifanya yebo of mali. Eh, alafu wewe usinijue mimi. Mimi Doto. Kumbe wewe Doto, nishajua tofauti zenu. Na niambia una shida gani? Ewa. Yani hapa kisu kimegusa kwenye mfupa hapa. Yani mwizi hapa mtuki yangu, si unipe hela mi. Shida yangu unielekeze kwa Mama Kibamia, mana kulo yangu huyu amitoka ukwanzia muda kweli, anasema aenda kuchukua chakula. Sasa muda unazidi kupita tu, nimekaa mimi na mimi njaa na nyuma njaa e, naendelea kuniuma, nikaona bora hata nimfuatilie. Nimekuja hapa, najua wewe rafiki yako utakuwa unakujua tu kwa mama Kibamia. Alafu mwenyewe si hujaoa, najua utakulaga kulaga huko. Kumbe shida yako ndio hiyo, Doto. Kwa mama Kibamia atasio mbali, nyosha chocho, ili utakutana na lami upande wa pili kwa mama Kibamia. Yaani hapo ndo utakutana watu kibao Aia, ugali ugali, samaki, yani ugali, nguru, papa, wali biryani. Apo ndo kuna kila kitu. Asante sana Bwana Garasa, mi ngoja nifate maelekezo yako, mi nielekee hukuku, maana mi sinisielee baadaye. Basi bwana, wamefananawa totonakulwa kama mayai Yani, moja ya visa moja zima, yaani yote huwezi kuyajua mpaka lipasuke ah! E e, e, e, moja po natje inanuka. Ah! Ei hatari sana Bana, namno kuja kuchanganyana nao as anata kwenye kuoa hawa, itabidi waangalie kila hivyo, mbona mmoja anakuwa na shemeji yake. Huwezi kuwajua kabisa. Habari yako dadangu? Safi. Wewe ndo Mama Kibamia? Mara nimefika pale nje pale, nimeona wafanya kazi wako, nimeuliza Mama Kibamia nitamwona wapi, mnionyesha yule anaandika andika pale, aah

Unajua, sisi hatuna tabia ile ya kumdhuru mdhuru mtu. Kama kule kwetu Ifakara kule Mtimbira kule, yani sisi kwetu kule hatuna tabia ya kumdhuru mtu. So hela tuna tunampa kitu, so hela mtu anakupa kitu chafu, yani sisi tuko hivi, yani mimi sitaki masuala ya kumdhuru dhurumiana, kwa maana damu ni tapeli, si ndio? Hapo toka hapo nisema na utoe kwa kwa kala, kumbe hela hana, ni ula watu ya kwa taifa yenu vipi? Mama mama tayari tayari nini? Sio chakula, pesa iko hapo. Yaani hapa pesa mbele, kama tai hauna pesa, sio chakula. Hey, chakula kama una pesa nikuwekea chakula. Mama Kibamia, nimeenda kule nasumbua kulennasumbua. Wewe nategemea nikifika nyumbani nitakutumia hela yako najua hiyo. Yaani najua kitambo baba. Hauna pesa, kazi huna, kibarua huna, kama unataka nikuwekea chakula Osha vyombo pige deki, tafuta chakula. Hauwezi cha parapa? Sijui umenielewa. Ndugu yako ameniambia huna lolote, tapeli tu wewe. Wewe basi ndio umemwambia? Ndio, mimi nimemwambia. Maana wewe unataka kwanza kumdhulumu dada wako. Mimi mama nasema kudhulumu, dhulumu sitaki. Wewe kama kweli wewe una hela, wewe umetoka nyumbani unasema una hela. Kama kweli una hela basi nilipie chakula hapo tuondoke. Ehe, habari ndio hiyo. Utoe pesa nikupe chakula. Huna pesa cha parapa? Sijui umenielewa.

chakula. Sitaki, Sitaki baba, Sitaki baba, hivi. He, tena tena, Dotto sasa, kwa ujinga wako leo utalala na njaa na usiku utahesabu mabati, mabati. a